Ndugu zangu, ni kitu ambacho lazima tukikuze katika maisha yetu ya imani. Kama hatuwezi kuvumilia, basi tutakuwa watu wa kukata tamaa, na maisha ya imani sio maisha ya kukata tamaa, ni maisha ya matarajio. Tuna matarajio ya vitu ve vizuri, ndio sababu tunapigana vita hivi. Mtakatifu Paulo anasema anapigana vita hivi akijua kwamba mazuri yatakuja. Kubeba msalaba huku pia tunakuonesha sisi ujasiri wake Yesu Kristo. Mtu mjasiri ni mtu ambaye hana uoga, ni mtu ambaye huko tayari kupitia magumu, na haya Kristo amedhihirisha wazi. Kwa njia yake ya kubeba msalaba, akiwa mbele ya Pilato hakuonyesha uoga wowote, akihojiwa na Pilato hakuonyesha uoga wowote, alikuwa tayari na alikuwa tayari kubeba msalaba huo hadi kufikisha mwisho. Lazima tuwe wajasiri, tuwe wajasiri wa, wa kazi za Mungu, tusiwe na uoga. Kristu anatuita tusiwe na uoga wa kusimamia ukweli, tusiwe na uoga wa kuishi ukweli, tusiwe na uoga wa kushuhudia ukweli. Pilato alimuuliza Kristo, ukweli ni gani? Kwa sababu ukweli labda hauonekani. Mara nyingi tunayosikia kwa watu mara nyingi sio ukweli, ni uongo. Katika serikali tunazozichagua mara kwa mara, wanakuja wanatupa ahadi nyingi, baadaye tunakuja kuona ahadi hizo kumbe zilikuwa ni uongo mtupu, haikuwa na ukweli hata kidogo.